Sanaa inaweza ika link up na bima, ili hii adha ya wasanii wakiwa wanaumwa uh, wasiombe tu kuchangiwa wao, wana, wana, wana bima zao. Lakini pia uh, tuangalie soko la hisa. Ukienda kwenye soko la hisa Dar es Salaam Stock Exchange, pale kuna program ya yaendeleza. Wasanii wengi wamekuwa wakitaka kutengeneza uh, albamu zao uh, movie zao content zao programu zao wamekuwa wakiangaika namna ya kuweza kupata finance, kupata funds. Kwa hiyo kienda kwenye Dar es Salaam Stock Exchange kuna program inaitwa Endeleza ambayo wasanii uh, wanaweza wakaitumia hiyo programu kuweza kufundraise kwa ajili ya programu zao. Wewe msanii ambaye unaniangalia, hii ni sehemu yako ambapo utakuwa unakula madini, utakuwa unakula nondo za masuala ya kifedha, lakini pia taasisi za kifedha, iwe benki, bima, mafao ya uzeeni, stock market, mifuko ya pamoja. Nataka tuangalie namna gani kwa pamoja tuweze tukatengeneza sekta ambayo itaunganisha sanaa pamoja na sekta ya kifedha ili tuhakikishe kwamba tunakuza uchumi. Ukiangalia takwimu za miaka miwili iliyopita, sekta sana ni sanaa ilikuwa ni moja kati ya sekta ambayo inakua kwa kasi sana na inachangia pato la taifa kwa kasi sana, na nimeona hapa juzi TRA wametambulisha, nasema kodi ya asilimia tano kwa wasanii. Nataka tuizungumze hiyo kwa undani, ni namna gani hiyo kodi uh, uh, ina, ina, inaweza ikasaidia kujenga taifa, lakini pia ni namna gani uh, serikali inatakiwa kusubsidize wasanii kwa sababu tunachukua kodi kwao, lakini pia kusubsidize. Nafahamu kwamba kulikuwa kuna mikopo ambayo ilitolewa kwa ajili ya wasanii uh, lakini ile mikopo ambayo ilitolewa, kuna wasanii walipata, wengine wakashindwa kurudisha. Uh, tutazungumza kwa nini wengine walipata wakashindwa kurudisha, sababu za kifedha, sababu za kiuchumi, time value of money. Uh, uh, tutazungumza hiyo in detail kwenye hii podcast, lakini pia tutakuja kuzungumza kwamba wale wasanii ambao walikosa vigezo wanawezaje kutumia royalti zao uh, kuweza kupata mikopo wenge, kwa sababu wengi walisema kwamba hawana mali ambazo wazamishiki kama nyumba labda magari. Uh, lakini wasanii wana uh, catalog, wana lot of content ambazo ziko online ambazo zinaingiza fedha. Kwa hiyo kifupi tu uh, hii podcast ambayo ni Sanaa Pesa itakuwa inakujia kila wiki mara moja. Tutakuwa tunazungumza masuala ya elimu ya fedha kwa wasanii. Lakini pia tutakuwa tunaangalia namna gani tukatengeneza mifumo ya kuweza kuwawezesha wasanii uh, kuingia kwenye mfumo wa kifedha. Lakini pia namna gani uh, taasisi za kifedha kuonyesha fursa ambazo zipo kwenye kwenye kwenye sanaa kwa ujumla na creative industry. Kwao ndio naongea hapa ni professional financial manager. Tutaongea kwa namba, tutaongea kwa, kwa kwa statistics ambapo ndio hizo namba, tutaongea kwa facts, lakini pia tutaongea kwa uhalisia. Yes, kama professional financial manager. Lakini pia anayezungumza hapa ni talent manager. Nitaongea kwa experience ya sekta ya sanaa ambayo nimeifanyia kazi kwa zaidi ya miaka nane. Kwa hiyo tukutane hapa kila wiki kwenye Sanaa Pesa Podcast, na naamini kwamba itakuwa ni sehemu kubwa ya kuweza kujifunza na kufungua uwanda mkubwa kwa ajili ya maendeleo endelevu ya taifa letu. Mimi naitwa ebe ha, Ebe Nation. Unaweza ukanifolo kwenye Instagram, Facebook, uh, Twitter ambayo uh, ni exesaizi, lakini pia kwenye TikTok, ukiandika ebe underscore nation unanipata no kote, na youtube channel ya Pesa Talks uh, Tanzania nilipo pale, na hii content itakuwa inakujia pale kila wiki.